Meshimua mgeni rasmi, baada ya, ya, ya tukio hilo, sisi kama Alhikma hatumwachi, hata yule aliyokuja katika ukumbi huu akatoka hapa tupu, hatumwachi lakini, ili angalau upate kama walichopata wale waliopita hapa eh, lazima kidogo eh, uweze kutoka jasho. Na kabla ya hilo pia nipende kutambua uwepo wa Sheikh Khalid Mfaume huyu ni katibu mtendaji wa ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar Shekh Walid, naomba usimame kidogo utoe mkono wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yupo naye katika ukumbi huu. Lakini kwa kipekee, kwa kipekee kabisa, na hili tulilifanya maksudi baada ya kwamba tuone hudhuri imetulia, tunaye mgeni mwalikwa maalum kabisa kutoka nchi ya Qatar Shekh Abdurashid Ali Sufi, ambaye huyu ni mwalikwa na amealikwa na Shekh Sayid Shekh Sharif Abdul Qadir Muhammad Al Ahdal. Wote wamekaa sambamba, ukiuangalia utaona umevaa majoho mashaallah, wamependeza kabisa. Huyu Shekh Abdurashid Ali Sufi ni moja katika mabingwa wa viraa duniani Jana kati mi niko ofisini, alikuwa anafanya muhadhara pale. Basi mimi naelekezwa na, na sheikhishki bwana, kesho itakuwa moja mbili tatu. Mi akili ya kumsikiliza sheikhishki sina, nasikiza kiraa chake takbir. Kwa hiyo tunaye hapa katika ukumbi huu alhamdulillah, mashaallah. Sasa e, kinachofuata sasa ni zawadi sasa lakini hii zawadi inatoka na swali. Ili swali litoke, naomba tuangalie katika runinga hii swali. Ili litoke, wewe utatakiwa uchague namba shia mkoa. Swali ili litoke, lazima uchague namba. Kwa hiyo unachagua namba, zile namba zina maswali Swali litakalotoka utatakiwa ulijibu. Ukilijibu, Sayyid abdul Qadir na Sayyid Nuruddin, hawa ni masayidi, wameandaa zawadi ambayo utaipata sasa. Basi, ili kuliendea swali hilo, ili kuliendea swali hilo na kuweza kupata zawadi ya swali hilo, ni lazima ujibu Shekhe Kiza au abu Hafs au Sheikh Nuruddin tu, tu, tumchague tu, tu nani humo ndani maana watu wako wengi. Sheikh Nuruddin chagulie mtu ba eh yoyote, nichague mie. Allahu Akbar! kujibu swali hili sisi atujibu sisi hili <laughs> Takbir. Haya, naomba naomba naomba, naomba mtu mmoja ajitokeze ili aweze kuchagua swali. Takibir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Huyu ndugu yetu Ali Sidoni naye ufanya sana mashindano ya Qur'ani. Tunaomba ile eh, hapana masanduku yaje hapo, lakini kuna tablet vipi, anaweza kuchagua swali. Tunaomba haraka haraka, kijana wa IT fanya haraka, aweze kuchagua. Aha, uchague namba, weka namba zile, IT. Ngoja, huyu anakuja hapa bwana. Aya, njoo bonyeze hapa bwana, anakuambia sharti lake hapo, bonyeze. Haya, huyu kachagua ka, ka, ka namba moja. Swali linasema hivi, sikiliza swali lako, kauli mbiu bwana, si usiondoke bwana, njo njo njo njoo, njoo, njoo, njoo, bwana Ali Sidoni, kauli mbiu ya mashindano ya Al-Hikma. Kwanza, kabla sijasoma swali, unafahamu Al-Hikma al ina ina kauli mbiu mbalimbali, kila mwaka inatoa kauli mbiu. Mwaka jana unaikumbuka, inasemaje? ikitupa ina kutupa ikunyanyua au ikubwage? Eh, sasa swali lako linasema kauli mbiu ya mashindano ya Al-Hikma Foundation, tuwahi kwa mtetezi, uliwahi kuisikia hii? Tuwahi kwa mtetezi ilitumika mwaka gani eh? Nijibu wewe. Eh, nataka ujibu wewe, umechagua bwana. Haya, hadhira, kauli mbiu ya tuwahi kwa mtetezi ilitumika mwaka gani Naona wanaonyesha wengi. Naam, Alhikma, Alhikma mm -mm. Alhikma si wataki hmm? Wapi? Yupi? Mtu yoyote wa Alhikma tumesema haruhusiwi ukijua Haya, mwingine zungu zungu. Ae, zungu njoo, zungu njoo bwana, zungu karata yako imetoka, njoo zungu, zungu njoo, utueleze na wewe manake. Ae, kuna jambo linakuhusu mbele huko, basi utueleze. kauli mbiu ya mashindano ya Al-Hikma Foundation tuwai kwa mtetezi ilitumika mwaka gani? asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. majina yako kamili kwa majina anaitwa Thuruhija Salum Suleiman. Ilitumika mwaka juzi. Mwaka gani? Mwaka 2024. 2024, amekosa, amekosa. He, shamkoa takbir. <laughs> Naam, shamkoa ingependeza hapo hapo apo umeletewa maiki. Naitwa Walidi Alhadi Umar Kawambo. Naam. Ilitumika ishirini na mbili. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Ta Allahu Akbar! Eh. Allahuakbar. Sheikh mwenyeji wa mkoa <laughs> Naam. Mheshimiwa mgeni rasmi zawadi yake Zawadi yake kuna pesa taslim shilingi laki tano na simu Samsung kutoka Zahor matelefone. Sheikh wa mkoa ongera sana. Allahu Akbar! <laughs> Takbir, takbir. Naam, shekh Walidi huyo amejinyakulia zawadi katika swali letu la kwanza, na alhamdulillah mwenyekiti wa mashindano shekh Nuruddin Kishki ndo ameweza kumkabidhi zawadi hiyo na ameshachukua zawadi yake hivi sasa. Barakallah, this is Alhikma Foundation. Hii ndio Alhikma Foundation kama alivyosema eh, mheshimiwa katibu mkuu ya kuwa hivi sasa tunakwenda kwenye zawadi ya pili, na zawadi hii mimi napenda kudili na hudhuri zawadi hii eh, inarudi tena kwenu nyie. Ikiwa ile ya kwanza shekhe wa mkoa ameweza eh, kujinyakulia, basi yawezekana ya, ya pili ikawa ni wewe. Zawadi ya pili eh, naomba tuwekee na kama kawaida, ni maswali maswali. Sheikh Muharram Mwaita, naomba tuchagulie swali, wewe chagua tu hapo. Nimeambiwa na watu wa technique kwamba hapo hapo unaweza kuchagua tu swali namba kadhaa, alafu wao wanaendelea kule. Namba tatu. Haya bwana, swali limechaguliwa, namba tatu. Mtu wa technique huko, swali namba tatu, eh jeka sha mkuu kapiga dua bwana, ikawa swali la kwake yetu na zawadi yenyewe labda ndio hiyo hiyo tu ala, lakini hii Hikma haiwezi kutoa zawadi moja tu. Kwa hiyo tunaomba e, jitahidi kuipandisha internet hapo, alafu tuwekee swali letu namba tatu. Swali namba tatu ni uzinduzi wa mashindano makubwa kabisa ya marabara yote ulimwenguni, ulimwenguni e, mashindano ya ishirini na sita tumesikia maneno hapa, baadhi ya mashekhe wameongea hapa, ameongea shekhe Uh, Ndauga, lakini vilevile ameongea shekhe wa mkoa uh, Shekhe Ndauga ameongea lakini vilevile shekhe wa mkoa ameweza kuzungumza maneno mazito uh, mheshimiwa katibu nah. Kwa kuwa interneti kidogo ina shida hebu manual, hebu uliza basi kidogo na naam. Kuharibika au shida ya internet ni ishara ya kwamba dunia hii inahitaji mwongozi wa ulimwengu anayeratibu mambo yasiharibike ambaye ni Allah tabaraka wa Taala, ya wanadamu lazima yawe na kasoro ili amwabudu yeye muumba na muweza. Swali la pili ambalo linaulizwa rahisi. Swali la tatu, swali namba ya namba ya swali ni namba tatu, lakini ni swali la pili kuulizwa hapa ukumbini, linasema ni mwaka upi, ni mwaka upi mashindano ya Qur'ani ya Al-Hikma Foundation yalihamiwa viwanja vya mpira. Narejea, ni mwaka upi mashindano ya Qur'ani ya Al-Hikma Foundation yalitoka ukumbini kwenda kwenye viwanja vya mpira? Karibu. 2020. Alhamdulillah, ila hajapata hajapata Ninaona kuna mike mbadala wangepelekewa watu kule, ili tupunguze kuna, ni ni mipitopito. Mike mbadala sasa. Naam. Mheshimiwa <laughs> <Maso abu. laughs> mgeni rasmi Sheikh Muharram Mziwanda amesema mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni chini ya taasisi Al-Hikma Foundation yas rasmi yalihamia yali viwanjani Mkapa na Uhuru mwaka elfu mbili na kumi na tano. Na amepata zawadi yake kwa kuwa shekhe wa mkoa ndo mkubwa wa mashehe wa wote wa, wa mkoa, zawadi yake shilingi laki tatu na simu ya mkononi kutoka Zahur Matelefoni. Kwa heshima kubwa ninakuomba Profesa Hamed Hikman, kwa heshima kubwa nakuomba ukaribie hapa ili umkabidhi Shekhe Mziwanda zawadi yake. <laughs> Naam, Profesa Hamed Hikman akimkabidhi Shekh Mziwanda zawadi yake. Na alhamdulillah bingwa hawezi kuondoka bila ubingwa Shekh Mziwanda <laughs> anaomba zawadi hiyo A -a ashikiwe, maana eh, nzito kidogo, apewe -ap -ap sa msaada. Naam, mheshimiwa...